Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi hiki cha leo. Kwenye kipindi hiki tutaangazia methali na maana zao. Atambaye na nyasi mtambulie ni nyoka. Methali hii inatufundisha kuwa mtu anayejificha au kujifanya hana madhara, lakini tabia au mwenendo yake ni ya hila au hatari, anapaswa kuchukulia kwa tahadhari, kama nyoka anayejificha kwenye nyasi. Nyoka hatembei waziwazi, hujificha. Vivyo hivyo, watu wenye nia mbaya mara nyingi hujificha nyuma ya tabasamu au maneno mazuri. Atandazae ndiye atunduae. Maana ya methali hii ni anayetandaza kitu ndiye anayeweza kukitandua. Inatushauri kuwa anayeanza kufanya jambo mara nyingi ndiye anayepaswa kulikamilisha au kukimaliza aliyekunyima kunde amekupunguzia mashuzi. Maana yake ni kwamba mtu anaweza kukunyima kitu kisha ikawa kwa kufanya hivyo, amekuepushia shida fulani ambayo ingekufika kama ungepata kitu hicho. Methali hii inatumiwa kufariji mtu yeyote anayehangaika baada ya kukosa kitu alichokitegemea. Aliyepeleka mkono kutamalaki si kazi ina maana kwamba mtu anapojaribu au kuanza kufanya jambo fulani, mara nyingi hatua ya kwanza ndiyo ngumu zaidi. Baada ya hapo, kuendelea si kazi ngumu sana. Methali hii inahimiza watu kuwa na ujasiri wa kuchukua hatua ya kwanza katika shughuli au miradi yao, kwani baada ya kuanza, mambo huwa rahisi zaidi. Aliyezoea tumbaku tambuu haiwezi. Methali hii ina maana kwamba ni vigumu kwa mtu mzoefu wa jambo fulani kuliacha na kujishughulisha na jingine jipya. Hupigiwa wale wanaolalama kuwa mwenzao kakataa kufuata wanachomwambia, kwamba waelewe ni vigumu mtu kuacha tabia ambayo ameizoea. Amani haiji ila kwa ncha ya upanga. Ina maana kwamba mara nyingi amani inaweza kupatikana tu baada ya kupitia migogoro au mapambano makali. Methali hii inaonyesha dhana kwamba ili kufikia hali ya utulivu na amani inaweza kuwa muhimu kushiriki katika juhudi za kusuluhisha migogoro hata kama zinahusisha matumizi ya nguvu. Anayekueleza ya wengine atawaeleza wengine ya kwako. Methali hii inaonya kuhusu mtu anayependa kusambaza habari au siri za wengine. Tabia hiyo inaashiria kwamba hawezi kuweka siri zako pia. Methali hii inatufundisha kuwa waangalifu na watu wanaopenda kusengenya kwani wanaweza pia kusambaza mambo yetu binafsi kwa wengine. Bora nusu kitumbua mkononi kuliko kitumbua kizima kilicho dukani. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuridhika na kile ulicho nacho kwa sasa badala ya kutamani kitu kikubwa ambacho huna uhakika wa kukipata. Inatufundisha kwamba ni bora kuwa na sehemu ndogo ya kitu mikononi mwako kuliko kutegemea kitu kizima ambacho bado hakijapatikana. Boriti lina mwandamizi wake. Maana ya methali hii ni kwamba kila kitu au kila mtu ana mwenzake au mfuasi wake. Inasisitiza kuwa hakuna kitu kilicho peke yake, na kila jambo lina lingine linalofanana nalo au linalolifuata. Masazo ya ndovu majani makavu. Methali hii ina maana kuwa mtu mwenye uwezo kama tajiri au kiongozi anaweza kusababisha hasara kubwa kwa jamii kwa vitendo vyake viovu. Ni tahadhari dhidi ya kuandamana na viongozi waovu. Mashua ya maskini huzama mtoni. Maana ya methali hii ni kuwa mashua ya maskini huzama mtoni ambapo maji hayana kina kirefu sana kama baharini. Hili hutendeka kwa sababu yeye hawezi unda mashua imara. Maskini hufarijiwa na methali hii pale ambapo anashindwa kutimiza lengo lake maishani. Masikio hayapiti kichwa. Methali hii inaonyesha kuwa daima masikio huwa chini ya kichwa. Ina maana kuwa mtu aliye chini ya mamlaka ya mkuu fulani hapaswi kushindana naye kamwe. Maskini hapiki pishi la wali hadi mavunoni. Maana ya methali hii ni kwamba maskini hawezi kujipatia wali mwingi hadi pale anapopata msaada, pengine wengine wanapovuna wamgawie. Inatushauri tusishangae maskini akikosa vitu vya msingi, kwani uwezo wake ni dhaifu. Maskini ni mtu kwao, ugenini si kitu chema. Inamaana kwamba mtu maskini anapokuwa mbali na kwao, yaani ugenini, huwa hana heshima wala nafasi nzuri kama ambayo angeweza kuwa nayo nyumbani kwake au miongoni mwa watu wanaomjua. Methali hii inaonyesha hali ya mtu maskini anapokuwa katika mazingira ya kigeni au mbali na jamii yake, huwa haonekani kuwa wa maana sana kwa wenyeji. Inaweza pia kuelezea hali ya kudharauliwa au kutopata msaada anapokuwa katika mazingira yasiyo ya, ya kwao hasa kama ana mali. Methali hii hutumika kuonyesha umuhimu wa kuwa nyumbani. Pia huweza kutumika kumhimiza mtu ajitahidi kujijenga kabla ya kutoka nyumbani kwa sababu maisha ya ugenini hasa kwa maskini yanaweza kuwa magumu. Masukuzi ya leo ndio msitu wa kesho. Ina maana kwamba vijana wa sasa ndiyo viongozi wa kesho. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuwalea na kuwaelimisha vijana vizuri kwani wao ndio watakaoendeleza jamii katika siku zijazo. Ni wito kwa jamii kuhakikisha kuwa vijana wanapata mazingira bora ya kukua, kujifunza na kujiendeleza ili waweze kuwa na mchango mzuri katika jamii yao wanapokoma. Matabwatabwa si chakula. Methali hii ina maana kwamba maneno matupu au sifa zisizoambatana na vitendo havisaidii kitu. Inatufundisha kuwa maneno ya sifa, ahadi na vijineno vya kupendeza havina maana kama hayafuatwi na vitendo vya kweli. Huwezi kushiba au kufanikisha jambo kwa maneno pekee, ni lazima kuwe na hatua halisi. Mcheka kovu hajapata jeraha. Maana ya methali hii ni kuwa anayedharau mwenye shida akumbuke kuwa anaweza kupata shida kama hiyo wakati wowote ule. Ni onyo tusiwacheke wenzetu wanapopata hali ngumu, bali tuwe tayari kuwasaidia. Mchele ni mui na wapishi nao maana ya methali hii ni kwamba kila jambo linahitaji watu wenye uwezo na ujuzi ili waweze kufanikiwa. Methali hii inafafanua kuwa jambo lolote linahitaji mtaalamu au mtu mwenye ujuzi wa kuifanya ili yafanikiwe. Mcheka mchinja mbwa wazimu humrudia. Ina maana kwamba mtu anayependa kucheka au kufurahi kwa shida za wengine atajikuta akiwa katika hali hiyo mwenyewe baadaye. Methali hii inatufundisha kuwa vile ambavyo unavyotendea wengine ndivyo utakavyokutana navyo baadaye. Hii ni methali inayohusiana na haki na adhabu inayoweza kumjia mtu kwa matendo yake hasa pale anapowadhi haki au kuwaumiza wengine. Mchelea haki hatendi ukweli. Ina maana kwamba anayeogopa kusema ukweli na kutenda haki, hawezi kutenda lililo haki. Medhali hii inasisitiza kuwa mtu anayekosa kusema ukweli na kutenda haki kwa hofu ya matokeo, hana ujasiri wa kufanya kile kinachostahili. Hii inaonyesha kwamba uoga wa kutenda haki na kusema ukweli husababisha mtu kutochukua hatua za kutosha katika kufanya jambo la haki. Na badala yake, anaendelea kubaki katika tabia ya udanganyifu au kutofanya kile kinachofaa. Mcheza kwao hutuzwa. Ina maana kwamba mtu anayefanya juhudi katika mazingira ya nyumbani na jamii yake anapata tuzo la heshima kutokana na juhudi hizo. Methali hii inasisitiza kuwa mtu anapojitolea kufanya kazi katika jamii au familia yake, basi jamii hiyo itathamini na kumtuza. Kila mmoja atapata heshima na tuzo kutokana na juhudi zake, hasa akiwa katika mazingira anayotoka. Methali hii inahimiza umuhimu wa kufanya kazi kwa ufanisi na kujitolea, kwani kazi nzuri hudhaminiwa na familia na jamii anayojumuika nayo.